Ikiwa ligi kuu soka Tanzania bara imeweza kutamatika, e, macho ya wa watu wengi kwa sasa hivi lakini pia masikio ya watu wengi huwa inakuwa kwenye swala zima la usajili. Unajua usajili ni moja kati ya vitu ambavyo pia vinaweza vikasaidia e, katika swala zima la e, kuimarisha wachezaji vizuri e, kwenye kikosi, lakini pia katika timu benchi la ufundi pia natakiwa liwe sawa ili kila kitu kiweze e, kwenda fresh kabisa. Ukumbuke e, kwamba msimu uliopita ambao umekwisha kuisha umekwisha kutamatika e, wiki iliyopita e, siku ya tarehe 25 mara baada ya mchezo wa Simba na Yanga ndio mchezo ambao ulikuwa wa mwisho lakini pia mchezo ambao pia umeweza kutamatisha kabisa ligi kuu ya NBC Premier League. Sasa Simba kwa msimu uliopita walikuwa wameweza kusajili wachezaji zaidi ya kumi na mbili yani ndani ya kumi na mbili na kuendelea juu, ili tu kuweza kujenga kikosi chao, na hata kocha Fadlu Davis pia aliweza kukiri kwamba usajili wao wa watu wengi kwa sasa hivi au wachezaji wengi sasa hivi kwenye kikosi ni kutaka tu kuweza kujenga timu ili timu iweze kuja kuwa na mafanikio makubwa kwa sasa hivi waliweza kufika e, fainali za e, shirikisho e, kombe kutokea pa Afrika, wameweza kufika huko na ni moja kati ya mafanikio ambayo pia walikuwa wanahitaji, lakini pia wanaendelea kujenga timu kwa upande fulani. Sasa ukiweza kusikia taarifa zote kuhusiana na masuala mazima ya usajili e, niko na mchambuzi ambaye pia ni nguri kabisa kwenye masuala mazima ya michezo ambaye anafahamika kwa jina Hans Raphael. Ni moja kati ya watu ambao pia wamekuwa na tetesi nyingi sana za usajili tofauti tofauti kutokea katika timu au katika vilabu ambavyo vinakuwa vinapatikana e, kutokea hapa e, hapa Tanzania. Sasa anasema kwamba ukisikia taarifa za panga pangua kupitia Simba unapata wasiwasi kama kweli wanajenga timu au wanabomoa. Binafsi sidhani kama wakati wa kufukuza wachezaji kumi na kuweza kusajili wapya kumi na mbili kama ilivyotokea msimu uliopita, wachezaji walisajiliwa wengi sana, wapya wengi sana, ni wapya kabisa kuweza kuingia kwenye kikosi, na anasema kwamba binafsi eh, hadhani kama umefika wakati wa kuweza wakati kufukuza wachezaji kumi na kuweza kusajili wengine wapya eh, kumi na mbili. Sasa kwa maoni ya kwa maoni ya Simba e, wanahitaji wachezaji wapya watano ambao ni top upgrade, e, upgrade pia ya kuweza kukuepo ku, katika kikosi hicho ambacho kinataka kuweza kuanza msimu vizuri wa mwaka 2025 20, 2026. Kwanza Simba wanahitaji surgery au upasuaji e, kwenye safu yao ya ulinzi Che Malone, eh, na Karabou watafanya uh, watafanya ushinde mechi mbili au tatu ila hawatukupa ubingwa Simba wanatakiwa kupata mabeki wawili wa kati imara hayo ndio mtazamo wake wa Hans Lafe lakini pia akasema kwamba eh, pili Simba wanahitaji viungo wawili au mmoja na midfielder eh, mwenye uwezo wa kucontrol mechi ya kuamua timu icheze vipi Aucho type yani, mfano mfano, akawekea kwamba eh, ni, ni, ni moja kati ya wachezaji ambao pia wanacheza katika engo hiyo ni Aucho ambaye ni mchezaji kutokea Yanga. So advanced player wawili eh, kutokea Simba wanatakiwa kupata namba kumi, eh, kwenye eh, kwenye uwezo wa kuweza kucheza timu hiyo eneo eh, la mbele, lakini pia kuleta ubunifu zaidi hasa katika swala so zima la soka. Tatu, Simba wanahitaji namba tisa mwingine eh, gunman mwenye uwezo wa kukupa goli 20 kwa msimu, yani zaidi ya goli 20 au inaweza kawa ni 20 pale pale, eh, ambao wanaweza kukusaidia kuweza kupatia matokeo mazuri hasa katika upande mzima wa magoli. Simba e, wakifanikiwa kupata hao wachezaji watano watageuka kuwa tishio ila wakienda kuzoazoa wachezaji average ya 17 wapya basi, kila mwaka stori itakuwa ni ile ile, tunajenga timu. Tunajua kwa sasa hivi mara baada ya timu hiyo kuweza kusajili wachezaji wengi zaidi eh, bana, slogani yao ilikuwa ni kusema kwamba wanajenga timu kwa sasa hivi, na kweli tukaona wanaendelea kujenga timu mpaka sasa hivi, msimu umeisha, bado wanaendelea kujenga timu, na maoni ya watu tofauti tofauti yamekuwa ni wanasajili wachezaji wengi wapya so, inavyotakiwa sasa ni kuweza tu kuchagua baadhi ya wachezaji na baadhi ya sehemu, ameizungumzia hapo masuala mazima ya midfield pale kati, lakini uwezo wa kufunga magoli mengi zaidi, lakini kuweza kuchukua ubingwa kati ya, ya, ya hey, so mabeki wanafanya vizuri, wataweza kukusaidia kukupa matokeo baadhi ya mechi, lakini hawataweza kukusaidia wewe kuweza kukupatia ubingwa kutokana na the way ambavyo wanacheza eh. Che Malone amekuwa ni moja kati ya watu ambao pia wana, wanachoma sana eh, wanaweza kusababisha timu kuweza kupoteza kwa namna moja ama nyingine so, Simba wanastahili kuweza kutafuta baadhi ya wachezaji ambao watakuwa ni wazuri katika engo ya e, washambuliaji wa kati ufika haraka katika goli lako hasa kwenye mabeki, hapo ndipo panakuwa e, panaleta utata zaidi. Sasa, yapi maoni yako kuhusiana na kikosi cha Simba kwa sasa hivi? Vipi msimu huu umeridhika nacho au unasema bado wanaendelea e, kujenga timu? Drop comment yako hapo, subscribe channel yetu ili wa kwanza kabisa kupata notification zote. Take care for this. Ciao.